Kidogo kwenye Biblia kuna mtu mmoja anaitwa Samsoni. Mnamsomaga Biblia eh? Samson tunamkumbuka, nampenda ule jamaa. Alifanya sinario moja naimeipenda sana. Akaambia sasa, hawa Filisti wanatutesa hawa, wamelima ngano. Maandiko anasema kakamata mbweha. Unajua mbweha eh? akawashika mikia yao akawasha moto kwenye mikia mbweha wale, ili moto uzime, watakimbilia kwenye nini? Kwenye ngano hivi ngano mnaijua? Ngano ni kama mpunga, sasa imekauka. Wale mbweha wakaongozana kwenye mapori ya nani, ya Wafilisti. Maandiko yanasema walipoingia kwenye lile pori, mpunga ngano yote ikaungua. Haleluya! Ndio akili ambayo tunataka tuitumie leo. Tunawafunga mikia ya upako wa kimungu, sema mina vibuyu vilivyoko huko mtani, tusikie shuda kwamba wachawi wameama mtaa, waganga wameama mtaa. Kwa nini? Kwa sababu twakituangalia tu huku nyuma moto unawaka, wakitazama macho moto unawaka, wasikae maofisini, wakimbia ofisi, warisaini kazi, tubaki sisi, tutaware sisi, tuishi sisi. Haleluya! mwambie jirani yako leo, tunakufunga mkia kwenye huo mkia tunakupiga moto Ukienda huko kateketeze Mafilisti! Haleluya! kateketeze uchawi! Sema semamee! Haleluya! wangapi natamani kutoka na moto hapa? Yaani kitu likigusa tu nguo yako, uponyaji umeingia. Ukiwaambia majirani zako kanisani kuna nguvu, waone kweli kuna nguvu. Ndio maana mimi kwenye maombi yangu napenda unifuatishe maombi. Sema, sema, baba, baba, baba katika Yesu baba katika Yesu, ninakuja kwako, nipe nguvu. Ukitoka hapo sasa, unashangaa, wengine ndio wanaanza kujingatangata tu, haombi tena, ndio vishaisha. Mimi nakuchochea tu ili uombe ili usimame na Mungu, halo haleluya. Kazi ya nani hiyo? Washirika ni kutangaza habari za Mungu wao

Dada anasema kama na mimi wangu ana wa shida hii twende. Mwambie jirani yako, unalisemea vizuri kanisa lako, unalisemea vizuri, unawasemea vizuri wachungaji. natamani ukitoka hapo uanze kubadilika, sema Amen. Ukiona mtu anamsema mchungaji wako kasirika, ni babako. Halo? Halo? kazi ya mavazi kwenye madhabahu Mgeukie jirani yako mwambi, amka. mwambie shuku, amka shuku, unalala lala vipi? Mmewa una wanakutegemea, hapa unakuja kulala tatukavu umeaga. Haleluya, kazi ya nani jamani? Ya mavazi kwenye madhabahu. Nimekwambia kwenye madhabahu yoyote lazima pawe na mavazi. Kwa upande wa kwetu Anglikana huku, sema ehe. sema ehe. kuna kitambaa hichi kinaitwa urujuani, au lugha nyingine tunaita nini Sambalau. kazi ya hiki kitambaa, unaijua kazi yake? Hiki kitambaa kinawekwa siku ambayo kuna majuto, misiba. Semehe, mbona uitikia? Eh, kwenye misiba, kipindi mtoto anapotaka kubatizwa tu anavaa hii mchungaji, alafu anabadilisha anavaa nyeupe, anaanza na hii. Kwa hiki kitambaa kinavalikwa kwenye kipindi cha toba, cha maungamo, cha majirio cha, cha kwaresma. Halo. Mmeona kazi ya kitambaa hiki kwenye madhabahu eh? Maka wengine wanlingana eh, kile ndio kina kazi gani? Ko kazi yake inawakilisha toba, majuto, maungamo. Mmekiona hiki? Mmekiona hiki? Jamani niko na watu humu ndani. Mmeona hapa? Nyeupe hii hapa. Kazi ya kitambaa hiki cheupe kinawakilisha utakatifu, usafi. Halo, ndio maana kwenye ndoa tunavaaga hizi nyeupe au zenye rangi kama tunaita nini kama hii hapa hii, hii, kama gold kama nyeupe gold hivi. Haleluya koni, nyeupe nyeupe inawakilisha utakatifu usafi. Siku ya Krismasi tunavaa hii, siku ile baada ya Pasaka ile sikukuu tunaposherehekea ile sikukuu ile tunavaa nyeupe, kwamba ile tukomboa ni msafi ni mtakatifu. Kazi yake madhabahu inawakilisha usafi na utakatifu. Halo. Kazi ya kitambaa chekundu kama hiki chekundu, kinawakilisha kwenye madhabahu tunakipamba siku ile ya ujio wa Roho Mtakatifu, tunaamini anakuja kwa mfano wa moto ma, makanoni na masinia wangu muendelee, kama kuna maneno nimesahau mnaniambia eh. Lakini nyekundu inavaliwa kwenye nini? Kwenye, kwenye, kwenye kwenye sikukuu kwenye, sikukuu ya Pentecosti, lakini pia tunaivaga hata siku zile za maandamano za mitende, bila shaka tunavaa nyekundu alafu tukitoka hapa tunaibadilisha. Jamani, mimi ni padre ko, semame, kwa ninavyowaambia ni vya madhabahu, ni sema amen kwa nyekundu inawakilisha hivyo, haleluya. Lakini pia sikukuu zile za watakatifu waliokufa kishahidi tunavaa hizi, kwamba walimwaga damu hao, tunavaa nyekundu, sema amen. Paka hapo umenielewa, paka hapo umenielewa. Lakini kuna hii hapa green ya kijani, kijani tunaipamba kuanzia mwezi wa saba, wa sita, pale wa saba, tunaamini kwamba Yesu amekufa amefufuka, Roho Mtakatifu ameshuka uh, yuko ndani ya kanisa, kwa kanisa lina ushwari, amani, furaha yaani hivyo, yani, yani. Tunaamini kwamba kipindi hiki ni cha ushwari, tuna uhakika wa kula kwa hiki, kinatangaza amani, kijani, halo halo. Lakini kuna nyeusi, nye nyeusi, unaona eh. Nyeusi kwa wachungaji wanavaa kipindi kile, labda anaweza kana vaa hapa kanisani, anapotembea tembea, tembea tu humu na kuongozea misa kwamba yeye ni mtu wa kuungama kwa ajili ya wengine. Au unakosea baba mama baba makano. E, yaani, mimi ndio naye beba dhambi za wengine. Ndio nimevaa nyeusi. Kuna watu wanarogwa huko, wenye uchawi wenye ushirikina, mimi nabeba dhambi kwa niaba yao. Wanavaa nguo nyeusi wachungaji, wana watu wakilisha. Na zingine zinapa madhabahu ni sijaona, kama tunapamba, lakini asilimia kubwa inakuwa hiyo. Hayo mavazi wachungaji ndio wanaovaa na makanoni, wengine wanaweka na vifungo hapa vyeusi kwamba mimi ni kiongozi wa kuwaungamia wengine zambi. Haleluya, haleluya, haleluya! Goldi kama hii, hii hapa, si situnaionagi napambwa iye goldi? Tafsiri yake ni kwamba huyu aliyekufa ambaye ni Yesu amefufuka, thamani yake ni zaidi ya almasi. Haleluya, ni wa thamani huyu, ndio maana tunaweka uthamani wake pale, inawakilisha uthamani mpaka hapo. Jamani, si umekuwa mwangilikana sasa? He? mbona umenuna? sio mwangirikana si tumekuwa waangilikana sasa? Aya, si tumekuwa wa Kristo? Tumeelewa, sema ehe. Kwa shetani sasa, kwenye viringe vyenu kule, twende tusafiri, moja, mbili, tatu Twende, twende, twende, msijifanya uvijui wewe. Kule kwenye madhabahu za uko wenu kule, twende kwa waganga kule, ushai kwenda, twende. Tumefika eh? Tumefika, tunakutana kitu cha kwanza, kitambaa cheusi hivi. Najua maana kitambaa cheusi, sio kita, kitambaa cheupe, kitambaa cheusi. Kitambaa cheusi ukiona kipo kwenye madhabahu ya mganga, tafsiri yake ni kwamba huyu mganga anaagua watu lakini roho anayoitumia kwenye kuagulia watu ni roho ya uchawi. Hebu mpige kwenzi, anaelala haleluya. Jamani haleluya, nasema hivi, Morogoro kundo kuna waganga wengi milimani, milimani huko. Kwa hiyo kuna kitambaa cheusi, tafsiri yake ni kwamba huyu anaagua, lakini kuagua kwake anatumia roho ya uchawi. Haleluya, punga mkono hivi, kuna mtu kama analalala hivi na we mama naongea na wewe mama mama, mama, shukulani. Punga mkono. Ehe, ongeza tena mkono. Kumbe tuko na watu. Kwa sababu ndo tunamaliza tuingie kwenye maombi. Sasa, usipoelewe inakuwa ni ngumu. Kitambaa cheusi kinawakilisha roho ya uchawi ambayo mganga anatumia roho ya nini? Ya uchawi. Na ndio maana mganga akitaka kukamata vizuri sema ehe, au yule kuhani wa familia. Bwana, mtoto wangu usiku analala, akilala, analia wewe. Mlete. Anachukua kitambaa cheusi anaweka na uchawi wake mule na ushirikina wake mule anachukua, anamfunga kwenye mkono, halafu mtoto usiku alii wo. Naona wametulia <laughs> na kwa kawaida, kumbe usiku kuna wanga wanambembeleza, wewe kilia, tumeharibika. Analindwa na roho ya uchawi. Haleluya, haleluya. Wangapi tushai kujifungaga hivyo? sijifanya wengine wanawafunga umu si tushaona hivyo vitu wanawafunga kiunoni wengine shingoni afa naambia kina shida hiki kumbe mtu kapandikizia roho ya uchawi wachawi wanamuona wachawi kitaka kuroga nasema wewe huyu wa kwetu huyu achana na sisi tunamkuza kuza huyu akue mpaka muda fulani huyu tumchukue tumchemshe supu hapo unaona nalindwa jamani haleluya ukiona kitambaa chekundu sema ehe hivi ninavyowaambia, sema mtumishi, nimevifanyia research, nimewambia, nimeandika kitabu. Mwanangu Bita anajua, hebu punga mkono, anajua, naweza nikaa ana, ana kitabu chake nacho, nimeandika nasema hicho kipo. Sasa kitambaa chekundu kinawakilisha roho ya utambuzi, kwamba huyo mganga anaagua, lakini anatumia roho ya majini, inaitwa roho ya utambuzi anatumia roho ya kutambua vitu, na ndio maana umefika tu, naambia oho, nimeona kule nyumbani amjaelewana vizuri, wewe mna ugomvi, oho, kiuno kinauma, ndio mganga ndio unajua kweli. Kumbe roho ya utambuzi iko kwenye lile eneo lake, anatambua vitu kabla hujafika. halo halo, ukiona nyeupe kwa waganga, nyeupe Tafsiri yake ni kwamba kuna majini ambayo hayahitaji uchafu. Kuna majini yapo kwenye ulimwengu wa roho, anatumia roho ile ya utambuzi, lakini hayo majini hayahitaji uchafu. Ndio maana akuta mganga huyo anavaa vitambaa vyeupe, yaani yuko smart, yani muda wote yuko smart smart. Yani mtumishi, unatufundisha nataka tukawe waganga wa nakufundisha ili ukitoka hapa Ukiona mali popote, kitambaa chekundu, mama yako anakukabidhi, bibi yako anaambia, chukua hii nguo kaniki, unapolala basi jifunike, useme kwa jina la Yesu si nitapokea mikoba kwa damu ya mwanakondoo. Haleluya, yeah. Watu wengine wamepewa mikoba kwa ndoto, kumbe amepewa nguo nyeusi, kumbe amepewa na uchawi. Tuko tayari kuvichana hivyo vitambaa kwa jina la Yesu. Yani, haya maombi kama hayakuhusu, tuachie sisi tunaojijua. Yaani haya maombi sio kulazimisha. Mimi najijua kwamba okay, nishaikwenda kwa mganga. Kama nilipa kitambaa, kitamba, wa watoto wangu wakavalishwa kitambaa. Kuanzia leo ninawatenga watoto wangu. Ninawa disconnect watoto wangu. Hawatamilikiwa tena na mikoba ya huyo mganga. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, hawatamilikiwa na hiyo roho ya majini. Hiyo waliomfunga kile kitambaa chekundu walichompa wakamviringishia mvi, waka kwenye kitambaa cheusi. Hawatalindwa na wachawi. Kwa damu ya Yesu. Tunaomba, tunavunja, tunang'oa, tukitoka hapa mswano. Sema amen. Wangapi mmene nielewa? Niko na watu niko na watu, tunamalizia eneo lingine la sadaka, kuambia madhabahu lazima iwe na sadaka. Kazi ya sadaka ni kitu pekee kinachoweza kuchukua moyo wako na kupeleka mbele za Baba. Halo, sadaka ni kitu pekee kinachoweza kuchukua moyo wako na kupeleka mbele za Mungu. Kwa unapochukua sadaka yako, unapotoka na kuiachilia kwenye madhabahu hii. Wakati unaileta hapo, kaomba Mungu nipe mtoto. Mungu nipe nyumba. Sadaka hii ukiacha hapa, unapoondoka, ule moyo na maombi yako yanaendelea kubaki kwenye ile madhabahu. Halo. Halo. Hebu naomba tupunge mkono. Namalizia hapa kwenye eneo la sadaka. Hapa sitaki mtu alale kabisa. Hapo. Sema Sema. Ehe, nimekuambia sadaka ni kitu pekee kinachoweza kuubeba moyo wako na kuupeleka mbele za Mungu na kupokea maombi yako kupitia ile sadaka. Lakini pia kazi nyingine ya sadaka, inamsogeza karibu mtoa sadaka na mpokea sadaka, inawasogeza karibu. Kwa unapochukua sadaka yako na kuileta kwenye madhabahu hii, unasogea karibu na Mungu wa madhabahu hiyo anayepokea sadaka yako. Halo, niko na watumishi wenzangu eh? Niko na watumishi. Ndio maana nasema hazina ya mtu ilipo ndipo moyo wake utakapokuwa. Natoa mfano huu. Mabinti mpo ambao mjaolewa, punga mkono. Mabinti. Punga mkono. Mabinti tunawaombea mkitoka hapa mkaolewe, yani wewe ushanga shanga. Tulisema neno linapotoka madhabahuni ni la kwako. Punga mkono. Hata kama umezalishwa unaona kabisa lakini, kikweli nata, na mimi nalipa lipa naweza nikaolewa. Punga mkono. Ushuhuda utakusaidia. Sema ehe. Mimi wakati nachumbia, nina mke wangu mzuri kuliko wote duniani. Kale kabinti wakati nakachumbia baba, kano, baba mtumishi wa Mungu. Jambo la kwanza ili nimpate yule binti nikatafuta rafiki yake. Hata wenzangu na mimi wa baba wenzangu si ndio tunapofanyaga? Nikatafuta shosti yake karibu naye. Ufano utakusaidia sana nikamwangalia rafiki yake na anayeongozana naye kanisani Anaenda wapi naye, nikamfuata. Bwana, nataka nipate namba ya huyu k, naitwa Martha. nataka nipate namba ya huyu we, unamtaka wa nini? kile ki, ki, kidada kile Mungu akisamee, kilemugu kinaanza kunijoboa mapema, nika... <laughs> Unamtaka wa nini? Nikamwambia wewe, kama na unao like, namba yake nipe. Haya, chukua. Nikachukua namba yake. Sema kila nachosema. Sema, baada ya kuchukua namba yake nikampigia. Halo, halo, wewe nani? Nikamwambia mimi fulani na fulani. ah, umeipata wapi namba yangu? Nikamwambia namba yako bwana kanipa fulani, akamwambia aha. kwa nini? Kwa sababu alishangaa kwamba namba yangu si yai kumpa yoyote mtu kama wa huyu. Baada ya kusikia, oho, sema shida yako. Nikamwambia nataka nikuone. Unione kwa ajili ya nini? Nikasema najenda na, na wewe, aafu nikakata simu. Sema ehe nikaingia kwenye yas by yas, kipindi hicho naitwa Tigo Pesa, nikaangalia mwamara wangu nikatuma. Sitaki nikuambia shilingi ngapi, nikaituma ile hela. Sema ehe, nikaambia, nikamtumia meseji kwanza. Kabla mbona umetumia hela? Nikaambia hiyo ndo nauli ya kuja, hiyo ya ya kuja wapi? Tunakutana kanisani. Kanisani wapi? Moleviani Sema, semamekwani ah! nimtumia nauli kwani na nikamwambia, nikaambia kwani ugomvi, rafiki yangu, nikamwaga, nikakata simu. Sema ehe, tuonane lini? Nikaambia Jumapili, wakati u nijisiku gani, hujue, ilikuwa Jumatatu sasa Jumapili nikakawe Jumaatano. Nikaangalia kwenye Asba yasi baiyasi, nikatuma. Sema ehe, nini yani hiyo hii unaweza ukasuka siku hii unapokuja upendeze. Sema ehe, ikafika Jumamosi nikatuma, nilijua ile uliopokea, na ulijua zineziikawa imepungua, basi usikose kuja leo. Sema ehe, kaja sasa. Mwambia jirani yako, siku alipopokea ile hela alianza kujiuliza, huyu mtu kwa nini amenitumia hela Kumbuka hapo mi na amani, yani mimi naendelea na mambo yangu lakini yule aliyepokea hela yangu ndo anakimuhemuhe yani, huyu mtu kanzeni, kwa nini katuma ananitakia nini kwa nini kaleta hela zote hizi, ana wadogo zake huyu ana kaka zake na baba zake, anajiuliza. Mi niko huru kabisa, mimi naendelea na mambo yangu, lakini yeye anajiwazisha, sema ame, lakini anajiwazisha, yule anayepokea sadaka yako ndo anayehangaika na moyo wako Yule anayepokea moyo wako ndo anaangaika na moyo wako, anayepokea sadaka yako ndo anaangaika na moyo wako, na ndio maana wewe unaweza ukaondoka, lakini Yesu anaendelea kuangaika: huyu mwanangu aliomba kwa habari ya uchumi, hebu nimsaidie huyu, siwezi kutulia hapa. Kwa nini nikatoa? Kwa nini nikaleta? Anaanza kujiuliza. Mwisho wa siku, nashangaa kile ulichokiomba kinakuja automatically. Nitaenda kunywa supu, sio leo, kesho jioni, tushashiriki hapa Vien banda umiza pale na kunywa supu na matunda, afya irudi, sema amen. Haleluya. Ndio maana nikamwambia mabinti, kama una shida na huyo mwanaume achana nayo, usichukue vya kwake. Najua mmeninunia, narudia tena, ukichukua cha kwake umechukua moyo. Ndio maana namba tuna mioyo wengine sita, mwingine huko huku, mwingine huko huku, mwingine huko humu, mwingine huko mgongoni, mwingine huko kwenye macho, kwa sababu umechukua hera za watu wengi. Mwingine umechukua wigi. <gihihi> wigi tu ukalipenda. Mwingine iPhone, moyo wake uko hapa. Mwingine ukachukua smartphone nini nini nini rete ile, ukakununulia uka, kiatu kizuri, moyo wake uko huko huku. Mwingine ukachukua Swissendo sio nini, moyo wake uko hapa. Kwa unajiuliza sasa? Huu moyo nani ni nani nani nani hivyo, uh, hivyo kwa hiyo simbo taka mtu sichukue kilichotokea sama sasa. Ehe, kilichotokea baada ya kuja, nikamwambia neno hili tu, mimi nataka nikuoe. Unioe mimi sema ehe. Nilipomaliza lile neno Tss, kaondoka zake nami nikaondoka. Anaanza kuwaza, kumbe ndio maana kanitumia hela Kumbe taratibu tena, siku ya tatu nikatuma bando. ah, kadiri ya mawasiliano yaliendelea, yaliendelea. Baada ya mawasiliano yakaja mahusiano. Hello ko kinaanza mawasiliano, kinafuata mahusiano. Baada ya mahusiano kinakuja kuambatana mwili mmoja, ndo niye naye pete yangu kwa siku zote. Mtumishi wa Mungu Mwanangu na mama yangu na baba yangu, usivitake vya watu, vitakugharimu ukichukua vya watu, utavitapika. Ndivyo ilivyo kwenye ufalme wa Mungu. Haleluya! Unapochukua sadaka yako ukaipeleka kwenye vibuyu vya ukoo wenu kwa sababu amekwambia, bwana, mwaka huu tunachinja. Na wewe umesema, mimi nimeokoka siwezi kuja. Haya basi, lete tu sadaka tununue mbuzi tumchinje. Vizuri, unachukua mbuzi wako unampeleka kwenye ile madhabahu. Sadaka yako inapelekwa pale, kuondoka tu, yule aliyechukua sadaka yako anakufuata wewe. Ni wa kwangu, utake usitake, mahusiano yatakuja kwetu. Ndio watu wengine tunateseka na mamizimu, kwa sababu tulikuwa na uhalali nayo, tuliwahi kupeleka sadaka huko. Sema amina. Leo hii sema eh. Kila mahusiano ya siri ambayo uliyaingia bila kujua tunajitenga nayo. Tunajitenga nayo. Mimi niliomba na binti mmoja, mimi naomba na kitabu changu nimewaambia kinaitwa uchumba uletao ndoa bora. Kwa waga na kutanaga na mabinti na vijana kuomba nao kwa ajili ya mahusiano. Kuna binti moja nikaomba naye, pepo linalipuka. Alafu jamaa analipuka anasema anaitwa Saidi. Mimi naitwa Saidi, unataka nini? Anasema wewe tena unyamaze, nimemgaramia huyu binti mpaka amefika hapa leo, tena anajifanya hataki kuolewa na mimi, hawezi kuniacha. Nikamuuliza, Saidi, wewe si una mke tena, namjua wewe Saidi, wewe si una mke na mke? Sisi tunakoma mke mmoja, wake watatu, kwa huyu ni wangu. Nikamwambia ah, kesi kwanza, niinue ni, ni roho ya huyu dada amke kwanza tu, tuisemezani kuanza kujiana dada eh, kazinduka sasa, kakaa sawa. Ehe eh, wewe Saidi unamjua eh, Saidi? <laughs> ukipokea cha mtu napokea na roho yake, hata kama meninonia mimi. Nakwambia pokea tu, hiyo ufunuo. Saidi akaja nikamwambia, Saidi unamjua Saidi? Nikamwambia ndio. Nikamkazia, Saidi unamjua? Oje oh, mtumishi bwana Saidi ndio namjua, mm-hmm. Nagongagonga Saidi namjua, Saidi si yule baba nani, ndio namjua sasa <coughs> sema, mi ni baba yako, siniogope. Ndio alikuja kaniletea taiti na simu hii ya kwake. Sasa ali ning'ang'aniza ng'ang'aniza, we anaogopa eti basi nikamkubalia kwa isimu yake, kanipangia na nyumba basi ndo hivyo. Mtumishi nikamwambia sasa, mbona unatukausha sauti wachungaji, tunapiga roho ya kutokuolewa kumbe umeolewa mwenzetu, jamani. Amna mtumishi, niombe tu nipate mume kwanza. Saidi mwenyewe simtaki, ana mke wake. Mi nitaolewa kwenye ndoa ya pili, mi nimemwambia, niacha naningang'anisa Nikamwambia sasa, Saidi wewe umtaki Saidi huku vya kwake unavitaka. <laughs> Mabinti mpo, unamtaka Ima vya kwake uvitaki, unataka vya Ima, Ima umtaki sio Ima lioko hapa Ima wako mtani kwenu ka, nikaweza kumwambia mwanangu, cha kukusaidia hapa kama umtaki Saidi, rudisha vyake, kwa sababu pete anayo, yani kumbarivishwa mpaka pete sasa walivalishwa madhabahuni, ah wanajua alikuwa alivalisha na wao. Nikamrudisha bia Saidi. Ndio akachukua, ndio akavichukua baada ya siku tatu akarudisha. Nikamwambia sasa hapa tuanze maombi. Mwambie jirani yako msiwakaushe wachungaji sauti. Unajua uko Boronga alipo niambia niombe siolewi si na miaka 43. Bora useme ukweli jamani nyumba hii ni ya, ya Saidi hii nikiondoka hapa si nitaishi wapi? Mimi Saidi ndo anayeniweka mjini tujue jinsi ya kukusaidia hapo meninunia. Narudia tena, kama umechukua vya Saidi kavirudishe. Baada ya tatukavu hii ndipo Mungu atakupa mume wako, kwa sababu Saidi mke wake analia, yani Ashura ananichukulia mke wangu hivi. Yani Ashura mimi tamloga tamkomesha, bora tukose wote kwa Saidi ya kuoi anakutumia kule wakuja mwingine unaonekana umeolewa kututesa tu. Nifungie watumishi. Nifungie tatu kavu. Je, wengine, kuna mwanangu mmoja alikuwa naomba nae nice. Siku moja akamwambia mtumishi, kesi niliyo nayo mi naomba tu baba uingie gharama tatu kavu. Anakuambia tena yuko serious. Kwa sababu mtumishi, tatizo nimehangaika sana sana sana baba naomba uingie gharama tatukavu, ila mimi na vidonda vya tumbo <laughs> yani. Kwa hiyo nitakuwa nakusindikiza mpaka jioni, lakini tatukavu, natuweke kambi pale nyumbani kwangu. Mabinti zangu wezekani, wasiolewe miaka yote, naomba uje uniombee mtumishi, sio tufunge wote, nifunge kwa ajili yako we, vipi kuwashe wewe ni kukune mimi <laughs> wesidinajua <liwa> pana akuwasha pano <laughs> pakuwasha unajua, ni hapa sasa. Mimi nianze kuku... vipi? Kwa pointi ya msingi, mtumishi wa Mungu, kama haumtaki huyo mtu, sichukue vyake. Kwa lugha nyingine, kama hautaki kusali kusalilo kanisa, usitoe sadaka. Ah, mimi nakwambia. Na mimi nawaambia wa Kristo, kama unaona hapa Mungu wetu akusaidii, katoa unakoona anakusaidia. Kwa sababu ile yule Mungu atakufuatilia. Usipotoa ukitoa hapa, utake usitake utakuja kusali hata kama utaki. Unajiona Mkristo hataki kuja kanisani angeenda kutakaja hata. Maana ni Bwana anakuja mwenyewe. Kwa nini sadaka uliyoiacha hapa ndio inamfuatilia? Haleluya. Sadaka ina tabia ya kumfuatilia aliyetoa. Anayemfuatilia ni nani? Yule aliyepokea sadaka yake. Alo, wachungaji wanzangu, hebu tuangaliane, nikazie macho, sema ehe. Kwa mfano, una wanao wote hapa ndani, alafu mmoja, baba, nimekutumia hela bando. Eh, haya mwanangu. Baba pale nyumbani mafuta nini, nani nakuletea eh? Sawa mwanangu. Mwanangu ile suti, baba ile suti ile, naona kama haijakukaa vizuri. Kwa hiyo mimi nitafanya mpango nakulete, na kuletea naagiza Uturuki huko inakuja. Sawa, mwanangu. Mwambie jirani yako mchungaji mwenzio sasa sisi wachungaji tusemezane. Mwambie bwana, angalia wewe moyo unaoneje huo? Unapolala na mama Kanoni na mama mchungaji uangu, uangu, uangu. Baba katika jina la Yesu. Ninamwombea mwanangu fulani. Mkumbuke Bwana. Kumbuka maisha yake. Moyo wake upo kwetu. Anatutazama usiku na mchana. Anatusaidia, anatoa sadaka zako kwetu sisi. Mbariki huyo nini, kwa sabu moyo wake uko kwako we, ambao utoi tunakutana kanisani to you. Mi nawambia kweli, lazima tuambiane kwa kitaka vya Mungu wa madhabau, jambatanishe pamoja na makuhani na Mungu wa madhabahu hiyo. Toa sadaka hapo, yule Mungu anayechukua sadaka yako ataanza kufuatilia huyu mtu ana changamoto gani, o anahitaji mtoto anahitaji kazi anahitaji biashara. Unashangaa Mungu anafungua milango, watu wanaleta pesa, watu wanakuinughia, wanakuja kuletea vitu, wananunua bidhaa kwako. Kwa nini? Kwa sababu hazina ya mtu ilipo ndipo moyo wake unapokuwepo. Haleluya.